Ndio wasaa tunapokuwa na watu mbalimbali mbali, kujadili masuala mbalimbali. Leo hii tunakwenda Tanzania ambako ni katika kipindi cha uchaguzi na mbio za, za kuchukua fomu za kugombea ubunge zimechukua sura mpya hasa ndani ya chama tawala CCM ambapo watu maarufu kama wasanii na wanahabari wamejitokeza kwa wingi mifano imetolewa katika ripoti yetu iliyopita hapo awali, Romi John wa Wasafi na Zuena Muhamed Saidi ni mwanamuziki na vilevile vile mfanya biashara. Watu wanamzoea kama Shishi au Shilole, msanii huyu kama alivyotangulia kusema na hawa wamezusha mijadala mitandaoni kuhusu vigezo vya kugombea nafasi za kisiasa. Wakati baadhi wakipongeza ushiriki wa makundi mapya katika siasa, wengine wanaonya kuwa huenda tukashuhudia bunge linalofanana na jukwaa la burudani huko nchini Tanzania. Sasa hapa tunakwenda kwenye mjadala, kama lilivyotangulia kusema tunaye Zuena, karibu sana, kama unanisikia Zuena. Yes, nakufikia Yusu na na Zena Muhammad Yusuf, Yusuf karibu sana na tunaye Dr. Bulendu sijui kama Salim Kikeke tumempata, na kama bado hayupo kwenye laini basi tutaendelea kumtafuta, lakini kwanza kabisa labda nianze kwako Shilole, hasa kitu gani kimekushawishi kutaka kuingia kwenye siasa na hasa katika e, kutaka kuania kuteuliwa kugombea kiti cha ubunge wa viti maalum ni uh, kutamani kuonyesha uongozi na kuweza kupambana na kuweza kuunganisha wanawake na vilevile kuendelea ku, kumtia moyo rais wetu mwanamke mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba wanawake tunaweza na tunaweza kweli. Unapozungumzia kuonesha uongozi, yani unakusudia nini? Uongozi wa namna gani unataka kuonesha? Kutumika, hutumika kwenye kama daraja kwenye chama changu, kwenye nchi yangu. Sawasawa sawa. na Doto Bulendu, kwa sababu hatujampata bado. Salim Kikeke ni miongoni mwa watu maarufu ambao wamechukua wana, wamechukua fomu ya kuania kuteuliwa. Nije kwako Doto Bulendu, wewe ni mwandishi wa habari, vile vile ni mchambuzi wa siasa hapo Tanzania, umeshulika kwa muda mrefu sana. E, hili swala la umaarufu limezungumziwa sana kwenye mitandao. Wewe unafikiri umaarufu peke yake unaweza kuwa kigezo cha watu kuchaguliwa au kuteuliwa, e, kuchukua nafasi Hizi za, za za kisiasa hususan bunge. Asante Saumu, na nashukuru kwa nafasi na kunikutanisha na dada yangu Shishi. Mimi nadhani umaarufu hautakii kuwa kigezo cha mtu kuchaguliwa kuwa mbunge nchini Tanzania kwa sababu ya kazi za msingi za bunge zinakinzana na dhana ya umaarufu peke yake. Kwa hiyo mimi sikubaliani kabisa kwamba watu wakawachague watu kuwa wabunge, madiwani kwa sababu ya umaarufu, bali waangalie zile sifa za mtu ambazo anazo kama zinaweza zikamwezesha yeye kufanya kazi ambazo zinatakiwa kufanya na wabunge. Shilole, Zuena, yote mawili nitayatumia ninapozungumza na wewe kwa sababu Watanzania wengi wanakufahamu kama Shishi. katika kujitoa kwako kwenda katika siasa, kwenye kichwa chako ulifikiri kwamba umaarufu ni sehemu ya wewe kutaka Watanzania wakupe nafasi hii? Historia ambayo niliyokuwa nayo amba ndio nilioipata mimi, cha kwanza uh, inajielezea. Mimi ni kama kipepeo. Nikizungumza kipepeo, nadhani unanielewa. Unaweza kufafanua kidogo kipepeo kwa namna gani? <laughs> Uh, kipepeo ni kipepeo ambaye anaruka mbali mrefu, anaweza akawa mdogo akataa akaenda kuwa mbali na kuwasaidia wengine. Uh -huh. Kwa mfano niligombea nafasi ya neki elfu mbili ishirini ishirini neki taifa uh -huh. nikapata kula mia nne hamsini na tatu hivyo ikanionyesha wazi kwamba jamii inanihitaji kuweza kusaidiana mambo ya kijamii mbalimbali. uh -huh. kwa mfano kipepeo Kipepeo ilikuwa <clears throat> ni slogan ya klausi ambao namna gani binti anaweza kusaidia mabinti wenzie na kuwanyanyua wanawake wenzie kusaidia kwenye jamii. Historia yangu inanibeba, ukirudi nyuma kama utakuwa unaikumbuka vizuri uzuri historia yangu nimehadithia mwanzo mpaka mwisho. Hey, wewe ni mfanyi biashara unaonekana hama. Kwamba unafanya biashara, watu wanakusifia kwamba biashara zako eh, manake umewafikisha na wengine vijana sio kwa biashara tu. Uh -huh. Tu mimi nilianzia nilipoanza mpaka nilipofika. Sasa nilianza kutoka Igunga, maisha yangu yalijulikana, nikawa mwigizaji, nikawa mwanamuziki na hatimaye nikawa mfanyabiashara sawa sawa mfanya biashara ambayo ameajiri watu zaidi ya mia mbili hamsini sasa ukiyaunganisha hayo yote ambayo yanafahamika hapo tanzania unafikiri kipi kingine ambacho una, unataka kuwapelekea hawa watu unaoomba kutaka kuwakilisha bungeni kwa sasa mimi bado niko uh kwa sasa ili swali lako uh, tunasubiri kwanza uh, hatima ya chama chetu, kwa sababu sasa hivi tupo kwanza, ndo tumepeleka tu fomu na tunasubiri hatima ya chama itasemaje. Kwa hivyo baada ya hapo ndo nitalijibu swali lako hili, lakini bila shaka unafahamu ini. Wakati kabla hujaingia kwenye mbio, lazima una malengo yako umejiwekea, unataka kuwapelekea watu wemo wa Tabora, unakogombea kusaidia, kwa sababu changamoto ni nyingi sana kwenye jamii zetu, haswa katika mkoa wetu wa Tabora wanawake na mabinti sawa, sawa. Kwa sababu mimi ni mmoja wa mabinti ambayo nimekulia huko kwenye changamoto nyingi, nilizozipitia nikiwa binti mdogo, nilibakwa. Katika kumbukumbu zangu, nadhani mnakumbuka historia hiyo ipo. Kwa hiyo kuna watu hawataki wa kuzisema hizi changamoto ambazo, bado mpaka dakika hii, tuna mabinti ambao wamekaa nyumbani, wamepoteza ndoto zao hawafanyi maendeleo tena kwa sababu walishapoteza fursa ya maisha. Kwa hiyo mimi ni mtayari nishakuwa mtengwa wa hilo mtendo wa hilo jambo nita nitatamani endapo itakuwa insha allah, basi lengo ni kwenda kuitumikia jamii yangu, haswa wanawake, kutetea amini wanawake wa mkoa wangu. Sawa, sawa kutetea sawa, vitu ambavyo vinaonekana Sawa sawa, Shilole, tutakuja kwako tena. Naambiwa kwamba Salim Kikeke bado hatukufanikiwa kumpata mpaka hivi sasa. Nije kwako Doto Bulendu, hivi vyama vya siasa unadhani vina jukumu la kuweka vigezo vya ndani vya ubora kwa wagombea e, wanaotaka kuwateua? N mi nasema kwamba pamoja na kwamba ibara ya sitini na saba ibara ndogo ya kwanza imeelezea masharti ya mtu kuchaguliwa kuwa mbunge, na ibara ya i, i, katika ibara hiyo sitini na saba ibara ndogo ya pili imeelezea sifa za mtu kuto kuchaguliwa. Lakini kama ulivyosema, mimi nadhani lazima kuwa kuna vigezo vya ndani vya mtu kuteuliwa kugombea nafasi ya ubunge na baadaye kuteuliwa kuwa mbunge sababu, kubo kwa sababu kuna tatu tu, kwa ufupi sana. Moja ni kazi za msingi za mbunge na bunge. Kazi ya kwanza iku uwakilishi wa wananchi wa eneo lako ambalo hiyo imeelezwa vizuri katika ibara ya sitini na saba ibara ndogo ya kwanza imeeleza mtu anateuliwa kuwa mbunge kwa ajili ya kuwakilisha watu wa eneo lake. Lakini kuna mambo mawili ya msingi sana wa Tanzania lazima wayape kipaumbele. Kwanza, mtu anapokwenda bungeni, jukumu lake la kwanza ni kuchambua, kujadili na kupitisha miswada ya sheria ambayo imetoka, imetoka serikalini na kule serikalini imetengenezwa na wataalamu maana yake unahitaji mtu mwenye uwezo mzuri sana ambaye anaweza kusoma akachambua na kuelewa miswada hiyo ambayo imetengezwa na wataalamu. Lakini jambo la pili la mbunge, atapokwenda Dodoma, mbali na kuwa mwakilishi wa wananchi, atatakiwa kupokea, kuchambua, kujadili na, ku, na kufanya upembuzi wa kina juu serikali inataka kukusanya nini na kutumia nini kwa mwaka kwa maana ya bajeti, na hizo nyaraka zimeandaliwa na wataalamu wakubwa sana kutoka serikalini wenye uwezo wa hali ya juu sana, kwa tunahitaji wabunge ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufanya uchambuzi wa mambo ya kisheria ya kiuchumi na ya kijamii ambayo yanaletwa na, na wataalamu waliobobea kutoka serikalini. Kwa mi nadhani, vyama vinahitaji pia kuwa na vigezo, si tu umaarufu peke yake, bali vinahitajika vigezo vya uwezo wa kufanya uchambuzi wa mambo ambayo yanaletwa na, na wataalamu kutoka serikalini. Sawa, Bulendu, muda wetu unamalizika hapo, lakini Shilole, nataka nikuulize wewe hili, kutokana na aliyoyaeleza mchambuzi wetu hapo Bulendu, umemsikia kwamba anayeteuliwa au anayeingia kwenye kugombea ubunge ni lazima awe na uwezo mpana wa kuweza eh, kuyajadili na kuyachambua eh, mambo ndani ya bunge. Sijui wewe kwa umbali gani unafahamu majukumu ya kuwa mbunge lakini pia majukumu ya bunge. Mimi, uh, wajibu wangu ni kuwawakilisha wananchi na kusemea changamoto zote ambazo ziko kwa wananchi hiyo ndio ambayo kazi yangu kubwa ambayo nitaenda kuifanya na nafasi ya bunge unajua majukumu ya bunge kwa ujumla wake najua kazi ya, najua kwa sababu kazi ya bunge ni kutunga sheria Sawa sawa Saumu Njama, kuna maswali yoyote kutoka kwa wasikilizaji wetu? Ah, maswali ni hayo uliouliza, wengi wanamuuliza tu Shishi kama kweli anaweza kutetea katiba atakapokuwa bungeni, ataweza kusoma ibara za sheria ambazo watu wanazitumia katika vikao vya bunge, mbali tu na kuwawakilisha na kusema kwamba mashinani wamesema hiki na hiki, lakini je, kisheria, kikatiba, ana uwezo wa kuweza kuzitafsiri na kuzitetea bungeni? Ndio maswali ambayo baadhi ya watumiaji wanauliza. Mm, Shishi hilo unalijibu vipi, wanaokutilia mashaka kwamba pengine hutoweza au watu kama nyinyi maarufu hamtoweza kufikia uwezo huu wa kuleta e, changamoto inayohitajika ndani ya bunge na badala yake inawezekana mkenda kuwa kichekesho katika bunge. Halo, naona mtandao si unasumbua? basi nadhani kutokana na muda wetu halo. Pia eh, shishi, muda wetu pia umekwisha. Nadhani swali hukulipata vizuri, lakini tunakushukuru sana kwa kushiriki kwenye mjadala wetu huu, Doto Bulendu mchambuzi wetu na mwandishi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Tanzania, ni mwandishi wa DW vilevile. Asante sana kwa kushiriki kwenye mjadala huu. Mimi ni Saumu Saumu Mwasimba, upande wa pili alikuweko Saumu Njama, ameyakusanya maswali yenu yenu na maoni yenu. Asanteni pia kwa kushiriki kwenye matangazo ya DW kwa Kiswahili.